Takriban watu elfu arobaini na tano waliokimbia makazi yao wanahifadhiwa katika uwanja wa wazi huko Rugombo, kwenye umbali wa kilomita chache kutoka mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambapo jeshi la Kongo na waasi wa M23 wamekuwa wakitishiana. Faith Kasina, msemaji wa kanda ya mashariki na pembe ya Afrika na maziwa makuu wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, kwamba hali ni mbaya sana. Uwanja umefurika vya kutosha, hakuna nafasi ya ziada ya makazi kwa wakimbizi wapya wanaoendelea kumiminika. Hali ya usafi ndani ya uwanja huo inasemekana kuwa duni, huku kukiwa na vibanda kumi hadi kumi na vitano vya vyoo vya makumi ya maelfu ya watu. Nasikia wanasema tu vatu tuko vamingi hapa sana njo nabidi vatubebe vatupunguze tuende tukale kule kumakambi. Banasema mwenye anapenda ataenda na mimi niko wale wanapenda mimi niko hamu tayari kwenda. Tutawaza nini mutebusi, apa, apa. Apa, apa. Tenena, apa, apa. Sasa? Vita ya kwanza ilikuwa ni ile ya mtebusi hapa hapa. Nilikuwa ka tena hapa hapa. Ya pili tena na nikutanisha tena hapa hapa. Sasa si usalama hatuna. Tuko naomba Mungu tu, ndio tuko tunaomba Mungu. Atusikie maombi yetu, si Wakongomani. Nchi yetu ipate amani turudie kwetu. Kulingana na taarifa ya shirika hilo, linasema wakimbizi hao ni pamoja na idadi kubwa ya watoto wasio na walezi waliotenganishwa na familia zao.